Niseme machache Wanakorogwe, natambua na kwa upande wa kilimo, kazi kubwa tumefanya bwawa la Mkomazi litakayokuja kunufaisha watu wengi kwenye kilimo cha umwagiliaji maji, pamoja na kule mradi ambao tumeanza nao. Bwawa lile liko asilimia hamsini, mwaka ujao tunalimaliza, na Wanakorogwe mtafaidika na bwawa lile, lakini najua pia kwamba sekta ya kilimo kwa upande wa kilimo cha chai na mkonge kuna matatizo ya kufanyia kazi, najua, na kuna mashamba ya mkonge hayajaendelezwa, na nimeshatoa maelekezo Wizara ya Kilimo na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wayangalie mashamba yale, waangalie mikataba yetu, kiwezekana tuyarudishe serikalini tufanye shughuli nyingine za kiuchumi mashamba yatumike vyema. Lakini najua kuna tatizo la uchakataji wa mkonge wenyewe. Tumekubaliana tutafunga mitambo chini ya mkosi, za mkonge watasimamiwa na bodi ya mkonge na mkonge utaendelea kuchakatwa. Lakini natambua pia kuna changamoto ya mashamba ya chai na viwanda vya chai vilivyofungwa, hivi navyo tunavifanyia kazi Tunataka tuvirudishe serikalini, tuviweke chini ya ushirika, viwanda vile viendelee kufanya kazi. Kwa ufupi, ndugu zangu, matatizo ya chai na mkombe tu, na mkonge tunayajua na tunakwenda kuyafanyia kazi.